Upendo unaosustain ndoa sio ule upendo wa kurukwa na butterfly tumboni. Ah, sio huo huohuo unaisha. Akikupiga matukio mawili matatu, huo unaisha huo. Akiacha kujibu message, huo unaisha. Kuna upendo unaitwa upendo wa Kristo, kuna upendo uliotajwa kwenye Wakorinto sura ile ya kumi na tatu. Biblia inasema ule upendo ni upendo wa Kimungu. Ukibubujika ndani ya moyo wa mwanamke, Biblia inasema huo upendo uvumilia yote, huo upendo ustahimili yote, huo upendo haukosi adabu. Ninakuombea katika jina la Yesu, Mungu akufanye mwanamke uliyejaa Roho kufanya mwanamke unayetembea katika Roho, ukitembea katika roho hauta

kuongozwa na hisia zake, na ndio maana mtoto wake alipokufa, wamemleta mtoto nyumbani, kichwa kinamuuma, mtoto wa pekee ambaye alikuwa amekaa muda mrefu bila kupata mtoto. Na Biblia nasema huyu kijana akawa amekufa, mama akaweka mtoto kwenye madhabahu, hakuambia mtu, akakimbia kwa nabii. Wakati anaenda kwa nabii, anakutana na Gehazi barabarani. Geazi anamuliza kuna shida gani mama? anamwambia it is well. Ah, ni mama ambaye alikuwa haongozwi na hisia. Mama ambaye haongozwi na hisia hawezi kuambia watu wasiomsaidia matatizo yake. Alijua akimwambia Geazi hawezi kumsaidia, kwa hiyo anakutana na Geazi, anamwambia all is well. Hakuna tatizo, hakuna shida, all is well. Lazima ujifunze kuwa mama ambaye unajua kusema All is well wakati ndani kuna ungua moto, unajua kusema All is well wakati nyumbani kuna mauti, unajua kusema All is well wakati mume ajalala nyumbani. Lazima uwe ni mama ambaye, you can still speak positive even in the midst of negative situations. Hao ndio kina mama wenye nguvu.